Wakati dunia ikiadhimisha siku ya afya na usalama Aprili 28, 2025, kampuni ya Mwananchi communications Limited MCL imeeleza namna itakavyotekeleza kwa vitendo usalama na afya kwa wafanyakazi wake mahala pa kazi. MCL inayojishughulisha na uzalishaji wa magazeti ya Mwananchi, The Citizen na MwanaSpoti, uandaaji wa Jukwaa la Fikra na usafirishaji wa mizigo imebainisha jinsi itakavyopambana kuhakikisha wafanyakazi wake watakuwa salama wakati wote. Akizungumzia mikakati ya kampuni hiyo, Meneja wa Usalama wa MCL, Apolo Ogala amesema imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha usalama na afya mahala pa kazi. Ametolea mfano namna kampuni ilivyopambana na majanga ikiwemo ya Uviko 19 mwaka elfu mbili na ishirini janga la moto mwaka 2023 na na homa ya nyani mpox mpoksi kwa mwaka huo, akisema MCL iliweka mazingira rafiki kwa wafanyakazi kukabiliana na majanga hayo na walifanikiwa. Mwananchi, kwa siku zote tumejipanga vizuri, nikianza kidogo nyuma, kipindi cha korona, wakati korona covid-19 imeingia ilisimamisha kazi ya dunia nzima, lakini Mwananchi tulikuja na mipango na mikakati nzuri wa kuhakikisha kwamba wafanyakazi wetu bado wanaendelea na kazi. Mfano, tulikuja na programu ya watu au waandishi wa habari kufanya kazi wakiwa nyumbani. Wengi wetu walikuwa hawakutani kazini, lakini watu walikuwa wanafanya kazi wakiwa nyumbani. A, pia tulihakikisha kwamba wafanyakazi wanapewa vitendea kazi na waliokuwa wanakuja kazini wakapewa PPE kwa maana kwamba walikuwa, walikuwa na barakoa walikuwa na sanitize kila mara walipokuwa wanakuja kazini. Kwa hiyo Mwananchi ilihakikisha hali ilikuwa nzuri, mpaka tukawa na kucheck-up ya watu au afya kwa mara kwa mara, na kuhakikisha kwamba wafanyakazi wana afya nzuri. Baada ya hapo kidogo, mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, kabla corona haijapoa vizuri tulikumbana tena na changamoto ya faya. Faya iliunguza um, sto yetu hapa Mwananchi na kwa bahati nzuri kwa kuwa tulikuwa tumejipanga haikuweza kuleta madhara kwa binadamu isipokuwa store iliungua, lakini kwa alamu yetu tuliyokuwa tumeinstall ndani ya kampuni iliweza kugundua kwamba kuna moto na watu walianza kupambana na moto kwa hatua ya awali kwa kutumia fire extinguisher, na baadaye tukaomba msaada kutoka nje ambao tulikuja kupata magari kutoka fire police na kampuni ya SGA walitusaidia pia na tuliweza kuzima moto. Kwa hiyo haikutokea madhara yoyote kwa binadamu zaidi ya stoo yenyewe kuungua. Hii ilitufundisha kwamba siku zote tuwe tayari kwa majanga kama haya, na imetuimarisha kwa maana ya kwamba kwa, kwa sasa hivi tunafanya mara kwa mara um, fire drill, fire training. Baada ya hapo tukawa na fire trainings nyingi, kwa hiyo tukawa hatupoi tena, amesema. Mbali na changamoto hizo mwaka huu pia, japo haikuwa kwa kiasi kikubwa, ilipotangazwa kuwepo kwa watu waliogundulika kuwa na homa ya nyani, yani mpox, MCL ilijipanga kuchukua tahadhari zote kwa wafanyakazi. Kwa mwaka huu tulipata tena janga ambalo liliingia nchini, japo haikugundulika kwa kiasi kikubwa la mpox. Mpox pia ilivyoingia, maanake pia vile vile tulikuwa bado hatujapoa. Kwa hiyo mpox ikaingia, na kwa kuwa mpox ilikuta ta, sasa tayari tumeshachukua uh, jitihada na tumeshajitadarisha kwa mambo kama hayo, basi mpaka sasa hivi hatujawahi kupata changamoto la mtu aliyeumwa zaidi ni kwamba tulirudi kwenye taratibu zetu za kutoa mafunzo mara kwa mara tukaweka mabango ya kuelimisha watu na wafanyakazi pamoja na wageni wetu wanaokuja mwananchi na hali iko sawa amesema katika tahadhari hizo mbali na kufanya mafunzo ya mara kwa mara na kubandika mabango ya kuelimisha wafanyakazi na wageni waliofika MCL iliweka vitakasa mikono kwenye kila kitengo na kuhakikisha kila anaingia kwenye ofisi hiyo anatakasa mikono. Ogala amesema tahadhari zote zilichukuliwa kwa uzito na kuzingatiwa na kila mmoja ofisini hapo. Tuna sanitizer katika kila ofisi, tuna sanitizer kuanzia main gate, na sehemu zozote ambazo kuna kusanyiko la watu tuna sanitizer ambao wafanyakazi wanatumia tuna training ambazo zinaandaliwa kwa ajili ya watu, alafu tuna mabango karibia kila ofisi inaoelimisha uh, watu ni nini cha kufanya wanapokuwa wanaingia kazini. Ameongeza kuwa kampuni itaendelea kuchukua tahadhari zote kuhakikisha usalama na afya za wafanyakazi vinaimarishwa. Akigusia pia kuhusu mkakati wa tahadhari ya moto, Ogala amesema MCL kuna mfumo ambao kutokea janga la moto unagundua mapema chanzo. Kwa Mwananchi tuna kitu tumeinstall inaitwa smoke detector. Kwa smoke detector kazi yake ni kugundua mapema inapo kuna chanzo cha moto, kwa baada ya kugundua, tuna fire alarm ambayo itareza alarm na king'ora kitalia. Iki king'ora kikilia, wafanyakazi wote watasikia na watatoka nje wataenda kwenye assembly point ambapo wote wanatakiwa wakusanyike ili waweze kupata maelekezo kutoka kwa security. Imetusaidia kwa maana ya kwamba mpaka sasa hivi wafanyakazi wengi wanajua nini cha kufanya endapo itatokea janga na namna aina yoyote, na wako tayari kwa sababu pia wanapewa mafunzo. Kwa hiyo watu wanajua likitokea janga wakisikia alarm wataresponda haraka haraka, na likitokea tatizo lolote, watu wanajua hatua gani ya kwanza cha kufanya. Kwa hiyo kama ni alarm mfano wamesikia wote, wataenda kwenye assembly point, na kama ni moto, watatafuta fire extinguisher, na bahati nzuri wengi wao au kama si wote, wanajua namna ya kutumia fire extinguisher. Walichokisema wafanyakazi wa MCL Mfanyakazi wa chumba cha habari Rose Liana amesema MCL imejizatiti katika kuchukua tahadhari zote za majanga na nukuu, nakumbuka wakati wa uviko kumi na tisa ilikuwa ni lazima uwe na barakoa na utakase mikono ndipo uingie ofisini. Hii ilitusaidia sana wafanyakazi tuliokuwa tunaingia kazini na majukumu yakaendelea kwa ufanisi, amesema Liana. Mwandishi wa gazeti dada la Mwananchi The Citizen, Majuto Omari amesema tahadhari za MCL haziishi kwenye majanga pekee. Hata katika majukumu ya kazi ngumu ambazo zinakuwa na matukio ya jeshi la polisi huwa wanatoa tahadhari na kutaka waandishi wake kuchukua tahadhari zote. Huwa tunapewa seminar ukiwa field day, yani kwenye kazi, ukipata tatizo, kuna namba za dharura utapiga ili upate msaada wa haraka, amesema Majuto. Aidha, Nasra Abdallah, mwandishi wa habari wa Mwananchi, amesema mara kwa mara MCL imekuwa ikitoa mafunzo kwa wafanyakazi juu ya afya na usalama kazini. Amesema mafunzo hayo yamekuwa yakiwasaidia wafanyakazi wengi kuwa na uelewa na tahadhari. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.